Mlango wa 41 babu buniya lislamu ala khamsi ni mlango ambao unaeleza kuhusu Uislamu umejengeka katika nguzo tano. an ibn Umar radhiyallahu anhuma an nabii sallallahu alayhi wasallam qala buniya lislamu ala khamsin, Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. <coughs>

ya tatu wa itai zaka ni kutoa zaka. ya nne wa siami Ramadhana ni kufunga mwezi Ramadhani. na ya tano walhaji ni kuhiji. Qala rajulun akasema, sahaba mwanaume fulani, alhaju wa siami Ramadhana, qala la siami Ramadhana walhaji. Huyo sahaba akauliza, je, ni hija ndio nguzo ya nne, kisha baadaye ndio saumu Ramadhani. Qala akasema, hapana, siami Ramadhani ni saumu Ramadhani, wal hija wal haji, kisha baadaye sa ndio hija, ndio nguzo ya mwisho. Hakadha samituhu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo nilivyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumaanisha kuwa katika taratibu za nguzo za Kiislamu ni kwanza saumu ya Ramadhani ya nne kisha baadaye ndio hija ndio ya mwisho. Katika hizi nguzo, kuna nguzo tatu peke yake ndio nguzo ambazo ni lazima kwa Waislamu wote ambao wana sifa mbili, sifa ya kubalighi na sifa ya akili, na nguzo zenyewe ni shahada mbili, kisha baadaye na swala tano kisha na kufunga mwezi wa Ramadhani. Hizi ni nguzo ambazo ni lazima kwa Waislamu wote ambao wana sifa ya mukallafuna, na sifa ambayo inamaanisha mtu kubalighi na mtu ku, kuwa na akili timamu. Ama kuhusu hizi nguzo mbili zilizobakia, nguzo ya zaka na nguzo ya hija ni nguzo ambazo zimefungamanishwa na atakayeweza na atakayeweza. Kuhusu zaka, uwezo wa zaka ni mambo mawili. Kwanza ni mtu awe amefikisha mali yake kiwango cha nisabu, na kila mali ina nisabu yake, ina na kiwango chake kwa hiyo kiwango cha dhahabu ni chake na fedha ni chake. Kisha kuna kiwango cha e, wanyama ng'ombe na kiwango chake, mbuzi na kondoo kiwango chake, na ngamia pia na kiwango chake, na kisha pia kuna kiwango cha mazao, mtu akivuna pia kuna kiwango chake. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu lazima afikishe hicho kiwango ambacho ndio nisabu. Baada ya kufikisha kiwango kisha hiyo mali ipitiwe na mwaka isipokuwa zaka ya mazao ndio huwa si mwaka, isipokuwa ni pale unapovuna. kevikiwa hatu utavuna kwa mwaka mara mbili, kila unapovuna utoe. niki utavuna baada ya miaka miwili au mitatu utatoa baada ya kuvuna, wala haisabii mwaka hapo kwa zaka ya mazao, ni pale utakapovuna. Allah anasema, wa atu haqahu yauma haswadihi. Ama zaka zingine mpaka zipitiwe na mwaka. Kwa hivyo, ikiwa mtu ashakuwa na uwezo huo, ni lazima atoe bila ya kujali. Kwa huyo ambaye e, ana mali, amebalighi ama hajabalighi, ana akili ama hana akili, muhimu mali imefikia kiwango hicho na ishapitiwa na mwaka, basi natolewa zaka. Kwa hivyo, hiyo ni nguzo ambayo imefungamanishwa na uwezo, na nguzo ya pili pia ambayo imefungamanishwa na uwezo ni nguzo ya hija. kwa katika zaka kwa hadithi ya Muadhi, Mtume alimwambia ya kuwa awaambie wale ahli kitabu baada ya kukubali zile nguzo ambazo ni kabla yake, Mtume akawaambia ya kuwa kisha awambie anna Allah iftaradha alaihim azakata az tukhadhu min aghniyaihim kwa kuonyesha kuwa zaka ni nguzo khaswa kwa matajiri faturaddu ila fuqaraihim. Na hivyo hivyo pia katika hija, Allah alipokuwa anaizungumzia akasema, liman istataa ilaihi sabila. Hija ni lazima, lakini kwa yule atakayeweza. Na uwezo wa hija, Mtume alibainisha akasema kuwa ni vitu viwili, ni azad wa rahila, ani ni mtu kuwa na e, matumizi ambayo yanamtosha kutumia tangu aanze safari ya hija mpaka atakaporegea na pamoja na familia yake atakavyoacha. Alafu warahila maanake ni kipando. Zamani ilikuwa ni kipando, lakini sasa ni tikiti, ikiwa mtu labda anatoka mbali, lakini kwa wale ambao wanatoka pale Makka itakuwa tu ni ule gharama za kutumia, alafu na itakuwa mtu kama ni kutembea na miguu anaweza kutembea na miguu hiyo, ni katika hija. Lakini pia hija, kuna baadhi ya mambo mengine ambayo pia anaingia katika uwezo. Mfano kama kwa mwanamke, lazima awe ana mahram. Mwanamke awe na nini na mahram. Kwa mwanamke akiwa hana mahram, afai kwenda hija, anatakiwa apate mahram wake kwa ina maana, maana, mwanamke akiwa ana uwezo wa kwenda hija ampata tikiti yake inayomtosha na mahitaji yake yanayomtosha, lakini hakupata tikiti ya mahramu wake atakayempeleka basi atakuwa bado hajalazimika kwenda hija huyo mwanamke. Kwa lazima apate tikiti yake na pia tikiti ya yule ambaye atakuwa ni mahramu wake, ama lasibo apate tikiti yake na kisha awe ana amba mahram ambaye pia mahram anataka kwenda, kwa hivyo aandamane na yeye. Hapa itakuwa sasa ndio sawa. Hizi nguzo ambazo tumetajiwa hapa ni nguzo ambazo si eti ndio Uislamu peke yake, bali hizi ni nguzo tu, kama vile tunavyoweza kupiga mfano kwa nyumba ya kuwa kuna nguzo kwenye nyumba lakini si eti ukishaweka nguzo kwenye nyumba tayari nyumba ishakamilika, unaweza ukahamia kwa hiyo nyumba ni ukaanza kuishi hapana. Ama unaweza ukaitwa kuwa katika wenye nyumba pia wewe uko ndani, hapana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa nyumba mbali na nguzo, lakini tunajua kuwa pia kuna ukuta ambao unaunganisha nguzo na nguzo, na pia katika nyumba kuna madirisha na milango, na pia katika nyumba kuna paa naelewa sakafu, alafu pia kuna vingi tu ambavyo ni mkamilati ya nyumba, ambavyo ni katika kukamilisha nyumba. Na kama maisha ya sasa, unapata kwa mtu anaweka stima ndani, anaweka maji ndani, naelewa, anaweka jiko ndani, ani vitu vingi tu ambavyo, masofa ndani, mafanicha na vitu vingine hivyo, kama vitanda vyote hivyo vinaingia katika nyumba. Kwa hivyo si eti mtu akishakamilisha hizi nguzo tano, basi ni akae kitako, aseme nishamaliza uislamu wote, hakuna kilichobaki. Hapana, kwa hivyo lazima tuelewane ya kuwa hizi ni nguzo tu, lakini kuna mambo mengi ambayo bado mwislamu anahitajika ayafanye, ambayo ndio yanakamilisha uislamu, na bali mambo hayo kuna mengine ambayo pia hayakutajwa hapa na ni ya lazima na ni lazima pia mtu ayatekeleze. Kwa mfano kama hija imetajwa hapa ndiyo, lakini jihadi haikutajwa, na sitojua kuwa jihadi pia ni katika mambo ambayo ni ya lazima na ni katika Uislamu pia. Jihadi ni katika Uislamu na ni katika mambo ambayo ni ya lazima. Na kisha pia Miongoni mwa mambo ambayo pia tunaweza tukayasema kuwa ni ya lazima na hayakutajwa hapa ni tabia njema. Tabia njema ni katika mambo ambayo ni lazima kwa Muislamu kuwa nayo, na miongoni mwa tabia njema mfano ni kama mtu kuwa na kuwafanyia wema wazazi wake, iyo ni katika tabia njema. Mtu anapofanyia wabaya wazazi wake anafanya makosa, na hiyo ni katika kinyume na Uislamu. Miongoni mwa mambo ambayo yanaingia katika tabia njema na ni lazima ni mtu kusema ukweli katika Uislamu. Kwa jumla tabia njema nyingi ni mambo ya lazima, ingawa kuna mengine ambayo ni ya sunna pia. Kwa hiyo kwa jumla ni vizuri mwislamu ajitahidi awe na uislamu kamili, wala asiwe tu na e, mambo baadhi na akatosheka nayo na akaacha mingine ambayo ana uwezo wa kuyafanya.